Mambo ya mamlaka yao kujimudu wao wenyewe ambao ilikuwa mwaka wa elfu moja mia tisa na sitini na tatu. Hivyo basi, nataka niwaombe ndugu zangu na dada zangu, ya kwamba sisi kama viongozi kudumisha umoja ili kufanyia watu kazi, lazima tuweze kufanya kazi kwa ushirikiano Lazima tuendeleze kazi yetu na tuache siasa za kibinafsi, tuache siasa za chuki na tuache siasa za ukabila. Wakati huu ni wakati ambao tunashirikiana na viongozi wote kufanikisha maendeleo hapa, na mimi nashukuru sana MCAs wetu ambao tunashirikiana nao. Nashukuru wabunge wetu wote ambao tunashirikiana nao kwa shughuli ya maendeleo nashukuru sana national government officials na security team ikiongozwa na county commissioner wetu kwa shughuli ambayo tunashirikiana kufanikisha maendeleo hapa. Maendeleo ambayo tunafanikisha hapa ni kwa sababu sisi tunazingatia azimio la kufanikisha maendeleo kwa watu wetu wa Kakamega. Kwa kumalizia, nashukuru sana wale wote ambao wamekuja siku ya leo. Nashukuru sana wageni wetu. Nashukuru sana mwenyekiti wa chama cha DNA, ndugu yangu ambaye ametoka kule Nairobi, mheshimiwa ambaye anakuwa anajulikana kama Ridiculous. Nashukuru sana wale wote ambao wamekuja hapa, wafanyakazi wetu wote ambao wamefika hapa siku ya leo, our newsmen wote nawashukuru. Wanaingi wapendwa Nawashukuru sana na nachukua nafasi hii kuwatakia kila la heri mnaposherekea siku kuu ya madaraka ya Kenya tangu mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na mbili. Na mimi niko na imani ya kwamba tukienda mbele tutafanikisha maendeleo. Kwa hayo machache, nashukuru, asanteni sana na Mungu awabariki.